Ulikuwa unatamka hayo maneno baada ya kumaliza hiyo periodi. E, chukua maji, chukua maji. Maji haya nakupa siri sasa kubwa ya msingi: haya maji yawe maji ya asili, yawe maji ya asili. Maji ya asili maana ni maji ya mvua, ya kisima, mito, bahari na maji ya asili. Yale maji ya asili ukisha chukua, chukua vile vifaa ambavyo ulikuwa unajihifadhia e, hedhi kipindi natoka ile damu chukua vile vifaa vyako, kama ni pedi, kama ni kitambaa, kitambaa sijui mwenyewe unatumia nini. Chukua hivyo vitu. Ukishachukua hivyo vitu na maji yako umeweka pembeni pale, ehe, nenda kavweke vile vitu mpaka vilainike kabisa. Vikitoka vina damu, ile damu sio uchafu. Ile damu ni damu ya umbaji, ile damu ni damu kubwa sana. Lawanisha vile vitu vikishalainika vizuri, vinyambwe, nyambue nyambue. Ni yani viwe kama laini kabisa, ni yani visibaki katika karatasi, viwe laini kabisa. Umeelewa vizuri? tua pamoja, ehe. Ukisha vitambochambue hivyo vitu vizuri kabisa, ushatamka nachokihitajisheeza ulimwengu. Chambua chambua vitu vyako vizuri, vichambue vichambue viwe laini okwenyeo kwenye kwenye maji maji maji na na, na, na, na pedi yako kwenye kwenye maji vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, hatua kubwa ya msingi na inayofata pedi aitupu chooni. Pedi ukitupa yeah, okay, chooni unakwenda kujiunganisha na energy mbaya, cho pedi aitupu jalalani jaalani eneji ya, ya, ya, ya, ya uchafu. Pedi damu ni eneji ya usafi kwa. Okay, ukitupa pedi chooni au jaalani maanake unajinasibu na